Habari mpenzi mtazamaji wa GCN. Nipo hapa kwa ajili ya kuweza kukuletea uchambuzi wa uhusiano kati ya Urusi pamoja na Irani. Hii ni kwa sababu ya kile kinachoendelea Mashariki ya Kati. Sote tunashuhudia kwamba Israeli na Irani tayari zipo kwenye vita. Vita ilianza Juni 13. Na matarajio ya wengi ilikuwa ni kwamba Urusi hadi hivi sasa ingekuwa imeshatoa msaada wa kijeshi kuweza kusaidia e, Irani. Hii ni kwa sababu ya uhusiano kati ya Urusi pamoja na Irani. Lakini imekuwa tofauti. Nikakuletea uchambuzi huu, ningependa kwanza nianzie nchini Syria. Nchini Syria, kipindi Bashar al-Assad anapinduliwa, vikosi vya Urusi vilikuwa ndani ya Syria na anga lote la Syria lilikuwa chini ya uangalizi wa Urusi. Lakini Israeli wakati na shambulia, ilikuwa na shambulia vikosi vilivyokuwa vinaungwa mkono na serikali ya e, Irani ilikuwa haishambuli vikosi vya Urusi. Ni kwa nini? Hii ni kwa sababu ya uhusiano kati ya Urusi pamoja na Israeli. Uhusiano uliopo kati ya Israeli pamoja na Urusi ni uhusiano wa damu, tofauti na uhusiano wa Urusi na Iran. Uhusiano uliopo kati ya Urusi na Iran ni uhusiano wa kimasilahi. Kwa hiyo, tunaweza tukasema kwamba ukimletea Urusi Israeli pamoja na Irani, Urusi atachagua Israeli. Hii ni kwa sababu ya uhusiano wao wa damu, si rahisi kuweza kuchagua Irani. Kitu kingine ndoza tukaangalia kwenye vita kati ya Urusi pamoja na Ukraini. Kwenye vita ya Urusi pamoja na Ukraini, nchi nyingi za Magharibi ziliweza kutoa misara ya kijeshi na kuweza kulani pia mashambulizi ambayo yalifanywa na Urusi nchini Ukraini, lakini ukifuatilia E, Israeli hakuweza kutoa kauli yoyote ya kulani mashambulizi ambayo yalifanywa na Urusi nchini Syria. Na msaada pekee ambao e, Israeli iliweza kutoa kwa e, Ukraine iliweza kutoa e, helmet reflector zile ambazo wanaweza kupaka kichwani vitani, lakini pia iliweza kutoa msaada wa, wa, wa chakula pekee, haijaweza kutoa msaada wowote wa, wa kijeshi. Oh, hizi zinaweza kaa ni sababu mojawapo ambazo zinapelekea Urusi sasa aweze kusita kuweza kuingia moja kwa moja kusaidia Irani, ni kwa sababu ya uhusiano wake. Lakini pia tunaweza kusema kwamba Urusi pamoja na Irani hawana ule mkataba wa usalama ambao unaruhusu nchi moja kuweza kutoa msaada moja kwa moja wa kijeshi pindi nchi rafiki e, watakapokuwa e, kwenye vita lakini pia tunaweza kusema kwamba e, Iran yamekuwa anafahamu urafiki wake pamoja na Urusi ni urafiki ambao wanasema e, ni rafiki yake, lakini anaishi naye kwa akili. Ukiangalia kwamba kile ambacho kilikuwa kinaendelea e, Syria, Israeli au anashambulia vikosi pekee ambavyo vinaungwa mkono na serikali ya Iran e, ni kitu ambacho e, lazima kitakuwa kilikuwa kinawapa maswali. E, e, e, Ilani ni kwa nini kwamba Israeli awe anashambulia vikosi vyake pekee wakati na Urusi pia ina vikosi vyake? Kwa hiyo e, a Ilani imekuwa naishi na, na Urusi, e, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa akili inafahamu kwamba hawa ni rafiki zangu lakini inabidi niishi nao kwa akili. Asante, usikose kusubscribe, kulike na kucomment. yes, Arudi.